Israeli imekuwa ni taifa la kwanza duniani kuweza kuitambua Somaliland kama taifa huru, taifa ambalo kihistoria ilikuwa ni nchi ambayo inajitegemea kabla ya kuweza kuungana na Somalia baada ya uhuru miaka ya 60 na kutengeneza taifa moja ambalo e, eh, lilikuwa linaitwa Somalia, lakini e, eh, Somaliland iliweza kujitoa miaka 90, wakati wa kipindi cha e, eh, vita ya wenyewe kwa wenyewe civil war eh, na kuweza kutaka kujiendesha yenyewe lakini kujitoa kwake hakukuweza kutambulika kama taifa na ndio maana hadi hivi sasa e, Somaliland inatambulika e, kama sehemu ya Somalia. Na mwaka jana pia tuliona kwamba Ethiopia ilionyesha nia ya kutaka kuitambua e, Somaliland kwa lengo la kuweza kutumia e, bandari. E, tunafahamu kwamba Ethiopia ni nchi e, moja ya nchi kubwa Afrika, lakini ni nchi ambayo aina bandari, kwa hiyo imekuwa ikitafuta kwa hali na mali e, e, uwezekano wa kuweza kumiliki e, bandari, lakini huku Somaliland wao wana hamu ya kuweza kutambulika kimataifa. Kwa hiyo e, Ethiopia ili, iliweza pia kuonyesha hiyo nia ni, lakini e, baadaye harakati hizo ziliweza kuzimwa na e, baada ya kuweza kukumbana e, na upinzani mkali, ikiwa ni pamoja na Ethiopia, kitu ambacho pia kiliweza kupelekea E, Israeli kuweza kupeleka silaha zake ndani ya Ethiopia e, ikichochea mgogoro zaidi wa kutaka e, e, kuendelea kutofautiana kati ya Ethiopia pamoja na na, e, na, na Misri. Sasa so, wakati Donald Trump anaojiwa na, ujiwa na e, Washington Post e, alipoulizwa kwamba e, e, kuhusu utambuzi e, e, wa Israeli juu e, ya Somalia e, alionekana kutokunga mkono e, alichokifanya Israeli lakini tunafahamu Uh, uh, maigizo ya Marekani ni matukio mengi ambayo Israeli ashawe kuyafanya ambayo Marekani baadaye alikataa alikataa kwamba hakuweza kushirikishwa kuhusu uh, hayo matukio lakini baadaye tuliweza kuona kwamba uh, Marekani pia alikuwa ametoa baraka zake. Uh, mmoja wapo ni kwamba wakati wa uh, Israeli iliposhambulia wa uh, viongozi wa Hamas pale Doha Eh, Marekani au Donald Trump aliweza kukataa kwamba hakuweza kushirikishwa, alipewa taarifa wakati wakati Israeli ilikuwa imeshafanya mashambulizi, lakini baadaye taarifa, kadri siku zilivyokuwa zinazidi kwenda, Donald Trump alisema kwamba walishirikiana kwa pamoja, lakini pia hata ile vita ya siku 12 kati ya Israeli pamoja na Irani, eh, Marekani alikataa kwamba eh, Israeli ilifanya maamuzi yenyewe, lakini kiuhalisia Baadaye waliweza kuona walisema kwamba walishirikiana kwa pamoja kuratibu hayo mashambulizi. Kwa hiyo haya ni maigizo ambayo tumeshazoea kwa Marekani, na kadri siku zinavyozidi kuzidi kwenda tutaona kwamba e, katika hili ambalo Israeli imelifanya na kuweza kutambua Somaliland lina baraka zote za Marekani na amini kwamba uh, nchi yote ambayo itakajaribu itakajaribu kwenda kinyume na hiki Israeli alichokifanya, basi nadhani Marekani Inaweza kuepuka kikwazo na nchi nyingine nadhani ambayo inaweza ikafata kwenye kutambua Somaliland na I think itakuwa ni Ethiopia kama nilivyosema e, hapo awali kwamba mwaka jana Ethiopia ilikuwa imeonyesha nia ya kutaka kuitambua Somaliland kama taifa huru kwa e, ajili ya kuweza kutumia bandari ya ya Berbera kwa sababu ya Ethiopia kutokuwa na bandari na e, Somaliland wao wana E, hamu ya kutaka kutambuliwa kimataifa na e, kwa mantiki hiyo ni kwamba wao wapo tayari kufanya kitu chochote, na mara baada ya kuweza kutambuliwa na Israeli e, Wasomaliland wamefanya sherehe kwa kuweza e, kutambuliwa e, na, na, na, na Israeli. Sasa e, Somaliland ni eneo la mkakati kwa upande wa Israeli e, tunafahamu E, moja ya vikundi ambavyo vina mnyima usingizi Israeli, moja wapo ni kikundi cha Wahuth e, tukiachana na Lebanon, lakini kwa eneo ambalo e, e, Israeli ameweza kulitambua la Somaliland lipo kimkakati kwa upande wa Israeli kwa sababu ni eneo ambalo lipo e, umbali takribani kilomita 300 hadi 500 kutoka bandari ambayo E, wahus, wana, wanaimiriki wana na kama nilivyosema kwamba ni moja ya kikundi ambacho kinainyima usingizi Israeli. Kwa hiyo kitendo cha e, Israeli kuweza kuitambua Somaliland manake, naamini kwamba watakuja kuweka kambi zao ndani ya, ya Somaliland kitu ambacho kitaweza e, kuwarahisishia fanya mashambulizi kutoka Somaliland kwa sababu E, mashambulizi yanakuwa yanatoka e, e, karibu na wanapotajitini kwamba mashambulizi yatakuwa e, yana ufanisi ndani yake ukilinganisha na mashambulizi ambayo wanayafanya kwa sasa yakitokea Israeli, e, Israeli ambayo kuna umbali mrefu paka kuja kuwafikia wahusu. Kwa hiyo ni eneo ambalo lipo kimkakati kwa usalama e, wa taifa la Israeli, lakini pia katika harakati za kuweza kutatua mgogoro wa E, au kutatua vita ya, ya, ya Israeli pamoja na Gaza e, tuliona m, kulikuwa na mapendekezo kwamba e, ya kuwahamisha Wapalestina kutoka Gaza e, kwenda mataifa kama Jordan. E, mwanzo mwanzo ilikuwa ni kuwapeleka Jordan pamoja na, na, na Misri lakini e, haya mataifa yakaweza kukataa. Baadaye e, e, Donald Trump akawa amependekeza e, Wapalestina wahamishiwe Somaliland na hapa tunaona kwamba Israeli sasa na yeye ameweza e, kuitambua e, Somaliland. Sasa ni kwa nini Israeli aweze kuitambua Somaliland? Ndio kwa sasa hivi unaweza kuunganisha doti hapo, kwa sababu tunafahamu kwamba katika uh, e, mapendekezo au katika mpango wa Donald Trump wa kumaliza vita kati ya Palestina pamoja na, na Israeli bado unasuasua na Israeli bado anaendelea kuvunja yale makubaliano ambayo wameweka kwenye mkataba na Israeli. Pia bado hakubaliani na e, solution ya mataifa mawili. Kwa hiyo e, inakuwa na fikirisha kidogo kitendo cha kuweza kuitambua Somaliland, huku tayari walishasema kwamba wa Palestina watahamishiwa Somaliland. Na pia tukiangalia wa Somaliland wao wana e, wana hamu ya kuweza kutambulika kimataifa, kwa hiyo Iye, wanaweza wakafanya, wapo tayari kufanya kitu chochote, wapo tayari hata kutoa aris kwa ajili tu ya wao kuweza kutambulika e, kimataifa e, kima kwa hiyo hili linazua pia wasiwasi kwamba inawezekana ni, ni njia mojawapo ikawa ni mkango mojawapo wa kuweza kuwahamisha e, Wapalestina na e, e, kuwapeleka Somalia lakini uamuzi huu au utambuzi huu wa Israeli kuweza kuitambua Somaliland bado umekumbana na vikwazo na au umekumbana na, na, na, na matamko ya, ya kulani e, hiki kitendo ikiwa ni pamoja na Somalia yenyewe, ambayo e, imeita kuwa ni mpango wa kuweza ku, kuwahamisha e, wa, wa Palestina na wa Somalia. Ni, ni, ni, ni taifa ambalo linawaunga mkono e, wa Palestina, lakini pia tumeona E, Uturuki tumeona Saudi Arabia lakini pia hata Umoja wa Afrika umeweza e, kupinga hiki kitendo cha, cha Israeli kuweza kuitambua e, Somaliland kama taifa huru ili hali e, kimataifa linafaharika au linajulikana kama ni eneo ambalo lipo chini ya Somalia. Sasa yapi maoni yako juu ya hiki ambacho Israeli amekifanya au e, utambuzi huu wa Israeli kwa nini E, Israeli imeweza kuitambua Somaliland kwa sasa hivi na si miaka ya nyuma. E, tuachie maoni yako kwenye comment section yapo ili e, tuweze kuelimishana kwa pamoja. Na hii ni Nyakapala Digital, na mimi ni Haruni Nyakapala, nikuwatakie siku njema.